E, bana Kili Paul moja kwa moja ameingia India kwa ajili ya uzinduzi wa title ya movie ambayo title hiyo ni movie ambayo inakwenda kwa jina la Innocent, na ikiwa inatarajiwa kwamba yeye atakuwa ni miongoni mwa mastaa ambao wataigiza e, kwenye movie hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Innocent e, ambapo inategemewa kuachiliwa mwezi Agasti mwaka 2025. Jambo ambalo limeweza kuwashtua baadhi ya watu wengi ni pale ambapo Paul alipofika India na watu wakawa wamejaa wa kutosha kabisa. Watu wakitamani kupiga picha pamoja na yeye. Watu wali kwa nishazi, waandishi wa habari watu wakiendelea kumzongazonga as if kama ni star ambaye alikuwa anasubiriwa kufika. Ukiangalia hata kwa jinsi ambavyo watu walikuwa wamejaa pale India, watu wakiwa wanamzongazonga wakitamani kupiga picha pamoja na yeye, jambo ambalo limeweza kuashtua baadhi ya watu wengi sana, hususan hata kwa upande wa Tanzania, watu wakiwa wanamchukulia poa, kwa upande wa India wanaonekana kabisa kwamba kumchukulia kama ni mtu wa thamani sana. Na yule ni moja kati ya watu ambao wanatengeneza maudhui, wakiendelea kufanya challenge tofauti tofauti, kuna komitanda kama vile Instagram na TikTok na amekuwa na busti sana kazi za wasanii wa India baada ya kufanya challenge za nyimbo zao ambazo wanakuwa wameziachilia. Sasa po yeye kwenye mtandao wa Instagram ni moja kati ya watu ambao wanaongoza kwa kuwa na followers wa kutosha kabisa akiwa na jumla ya followers milioni 10.6 kwenye mtandao wa Instagram lakini pia kwenye mtandao wa TikTok akiwa na jumla ya followers milioni saba. Mbali na hapo amekuwa na mchango mkubwa sana kwa watu wa jamii ya Afrika kupenda nyimbo tofauti tofauti za India baada ya kufanya challenge tofauti tofauti ambazo challenge hizo zinaonekana kama zina mvuto, so inapofanya kwamba watu waendelee kumfuatilia eh. Kiripo kwa upande wa hapa Afrika imeonekana kwamba eh, inaendelea kuwafanya kwa wa India waone kama huyu ni mtu wa thamani sana. Angalia nyumi la watu ambao walikuwa wamejaa kwenye hiyo hafla ambayo ilikuwa ni hafla tu ya uzinduzi wa movie ambayo inakwenda kwa jina la Innocent ambayo inatarajiwa kuachiliwa mwezi Agosti mwaka 2025. Mbali na hapo apo yeye ameonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao washiki mkono kama vile Zilo Blaine ambaye alishawahi kuwa ni moja kati ya watu ambao walizua migogoro hapa katikati, watu wakiamini kwamba mbona, mm, kama huyu jamaa ni Mkenya. Lakini kwake yeye eh, e, Zero Blaine, uzalendo wake ndio kaweza kumfanya kwamba aweze kufahamike kwamba huyu jamaa ni kutoka kipande cha Tanzania baada ya kuwa ana shoot content zake akiwa amevalia jezi ambayo imeandikwa Tanzania. So ilionekana kabisa kwamba mshikaji ye yeah, ana love sana na nchi yake, lakini changamoto ni support. Watu hawawezi kumpa support, watu hawampi support ambayo inahitajika. Sasa kwa kweli, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, nimetaka tu nikuoneshe eh, ni kwa namna gani ambavyo eh, Kili yeye yeah, yeah. Aliweza kuonekana eh, kabisa kwamba kuleta hali fulani vya kiutofauti baada ya kuweza kuwasili katika nchi ya India huko na watu wameweza kumkubali kinoma noma. Drop comment yako kwenye anja comment hapo, subscribe kwa taifa kadha kadha, kataarifa e, cha